Kama mnavyofahamu mkoa wetu wa Ruvuma umechangamka sana katika uzalishaji uzalishaji wa mazao ya, ya chakula na maloli mengi sana sasa hivi, tunasafirisha mahindi tani elfu sabini kutoka mji wa Songea kwenda Zambia. Kwa hiyo ukienda hapa Ruiko hapa ambapo ndo makao makuu ya NFRA utagundua kwamba pale kuna, kuna Uh, utagundua kwamba kuna magari mengi sana yanabeba mahindi tani elfu sabini kupeleka Zambia, lakini vile vilevile kuna tani zaidi ya elfu kumi tunazisafirisha kutoka Songea kwenda kwenda pale Malawi. Hii ni heshima kubwa sana kwa nchi yetu, kama tunazalisha chakula kingi na kingine tunasafirisha nje ya nchi. Kwao tunawahitaji maafisa usafirishaji kwa wingi. Hilo la kwanza, lakini la pili tumekuwa na makaa ya mawe ya kutosha. Kwa siku moja zaidi ya malori alfu hapa yanasafirisha makaa ya mawe. Sasa malori ya mahindi, malori ya makaa ya mawe yote haya tunatumia barabara zile zile. E, kuna bajaji humo ndani, kuna daladala humo ndani, kuna mabasi ya mwendo kasi yanayokwenda Dar es Salaam humo humo. Sasa barabara lazima ziwe na changamoto. Kwa tunataka waendesha bodaboda. Maafisa usafirishaji waendesha bodaboda lakini vile vile tunataka waendesha bajaji wawe salama kwenye barabara zetu. Serikali imefanya mkakati mkubwa wa kupanua barabara, na tayari barabara kuanzia hapa ofisi ya mkuu wa wilaya kwenda Rutukira inapanuliwa. Lakini vile vile na ile ya, ya mchepuko ile ya Mtwara Korido inapanuliwa, na tayari fidia zimeshalipwa na wengine wanaendelea kulipwa. Haya yote ni maendeleo. Sasa wale wanaotumia bajaji na wanaotumia bodaboda tunataka watumie hizi nguo ambazo ni rahisi kuonekana hata usiku reflector, kwa ajili ya usalama wao. Kwa hiyo nakabidhi kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Ruvuma, nakabidhi uniform hizi za waendesha bodaboda -boda, ambazo idadi yake ziko mia tatu na zimechapwa vizuri sana twende na Samia 2025. Kwa hiyo naomba sana waendesha bodaboda -boda, mtachukua uh, uniform zipatazo mia mbili na wale mnaokwenda kwenye, kwenye bajaji mtachukua uniform zipatazo mia moja. Kwa majina naitwa Salvatore Mangasila mwenyekiti wa madereva bajaji hapa Manispaa ya Songea. Uh, kwa namna ya pekee sana tunamshukuru mkuu wetu wa mkoa kwa kuona uthamani wetu, kuona uthamani wa uhai wetu, pamoja na wale ambao tuna tunawaendesha abiria wetu, kwa maana ya abiria wetu. Tunashukuru kwa kupewa hizi reflector, hasa mazingira ya usiku huwa kidogo ni hatarishi, lakini tukiwa na hizi reflector zinasaidia kuonekana kiurahisi sana. Kwa hilo tunamshukuru sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Usalama wetu kutokana na malori yalivyokuwa mengi, kidogo unakuwa mdogo kutokana na mazingira ya barabara zenyewe zilivyo kuwepo hazijatengwa sehemu ambazo za, za kuwa labda kuendesha wapita kuna, yani barabara zimebana, hazina nafasi nzuri za waendesha bodaboda, watembea miguu wote wanapita sehemu moja, ndio maana ajali zinakuwa nyingi sana, lakini si bodaboda, unajitahidi sana kuepusha hayo mambo.